Mtu wa kwanza ni watu walio kwenye nafasi, watu wa, mtu aliye kwenye nafasi, kwa mfano ni ni shepherd, ni kiongozi wa vijana, labda ni ni kiongozi wa kwaya, labda tayari ana ushawishi kwenye ile nafasi, ana position. Sasa akiwa kwenye ile nafasi, achana na shetani yeye mwenyewe anaweza kujidanganya na akadanganyika. Kwa mfano, kilichomponza shetani ni ile nafasi aliyopewa ya, ya kuwekwa juu ya malaika wote. Kwa kuna mtu mwingine anapewa nafasi, kwa mfano ya kusoro, anapewa nafasi ya kuabudu, tayari anakuza jina naweza nikasema pale kanisana nakuwa na nini na chini, kwa sababu kuna watu wapo chini chini yake. Sasa huyu mtu atakapoyumba tu kwenye jambo moja, tayari watu wanaanza kusema nini, mbona fulani na fulani anafanya hivi, na unakuwa mtihani kwa mchungaji kumsema direct, kwa sababu anayo nafasi Watu anasemaga hivi mwalimu wa kwaya ameacha kanisa na wengine wamemfuata. Hicho ndicho nafasi naweza kufanya, yaani mtu anaona kabisa kwamba hii nafasi niliyo nayo, sio kwamba niitumie kwa lengo la kushawishi watu wamjue Mungu zaidi, anaanza kuweka makandokando kwenye ile nafasi, kwa sababu anajua hata baba akinifokea nikiondoka, wapo watu watafanya nini? Watanifuata. Hata baba akiamua kunifukuza bado watu watakuja kunibembeleza. Sio kwenye madhabahu na kutimua nakutimua, na atakaye kuja kukubembeleza, na naye natimua Wako watu wa namna hiyo. Kwa mfano, anaimbisha kwaya, kwa mfano ni kiongozi kwenye idara, kwenye nini, anajua nina jina mi makamu. Makamu nani? Makamu mchungaji kabisa. Nikisema leo mimi basi, mlango wa kondo na shuka A, anajua kuna watu watafanya nini? Watamfuata kwa kila anachokifanya au shetani anachomshawishi, anajua nina mkia ulio na uwezo wa kukokota It's very dangerous. Na mtu yoyote anayewekwa kwenye nafasi lazima namkia. Unaweza ukakokota mashetani wenzake. Kwa anakuwa anajivunia ako kanafasi, yaani ako ka nafasi ya kwamba mimi hata ndio maana unasikiaga mtu hata ukimfokea amekosea, ukamfokea kanisani, lazima kuna kale nafasi anakwambia, yaani uwezi ukanifa, yaani uwezi. Kwa nini? Kwa sababu ninao ninamkia hao watu, very dangerous. Na ndicho kilicho ngoja nikwambie, kilichomgeuza shetani ni ile, Biblia anasema alikuwa anatembea kwenye mawe ya nini, ya moto alikuwa ni mzuri. Biblia nasema watu walimjaza uzalimu. Kwa mfano, kuna mtu anakaa kwenye nafasi, kwa mfano nahubiri, kwa mfano, yaani unafanya vitu vya kiroho. Vile vitu vya kiroho unavyovifanya visipotumika kuujenga mwili wa Kristo, vinaweza vikatumika kuubomoa mwili wa Kristo. Yaani nakuwa unafanya vitu ambavyo, ile nafasi ni kwamba paka vitu viharibike tu. Jamani, kuna watu wakishinda ibadani hata uwezi ukauliza. Lakini kuna mtu akishinda ibadani lazima utauliza kulingana na nini, na nafasi aliyonayo. Sasa ndio ile nafasi shetani akiamua kukujaza matakataka akakuj... ndio maana Yesu aliwaambia wanafunzi wake akasema, wakiwauliza semeni, sisi ni watumwa tusio na faida. Kwa nini alikuwa anaweka kwa hiyo nafasi? Kwa sababu siku watakapojiona ni watumwa walio na faida kwenye huduma ya Yesu, shetani anawajaza udhalimu. Kwa hiyo Yesu alikuwa anaweka kinga na waweka kwenye nafasi, lakini watu watakapowauliza, musiseme sisi sisi ndio wanafunzi wa Yesu tunaoangaliwa, bila sisi Yesu atoboi, yani hivyo. Ukishafika kwenye hizo level tayari, utaanza kufanyia ibada kwenye level za kiburi. Ukianza kufanyia ibada, unajua tu, hata nikishinda hawatanifokea, hata nikifanya chochote hawatanifokea, kwa sababu nafasi yangu inafanya nini? Inaniruhusu eh, hey, position niliyo nayo inaniruhusu shetani akiwa anatafuta anatafuta watu walio kwenye nafasi, kwa sababu usipokuwa kwenye nafasi hutasikika. Kwani kutafutia hapo hapo kwenye nafasi. Sasa kwenye nafasi ukiwa na ufahamu huu, kila anayenitumikia lazima nifuate, maana yake otakazana kumfuata Yesu kuliko nafasi Utago, utagombanaje, utagombanaje na Yesu kama unamfuata we? Ndo upo kwenye nafasi, ila we unamfuata Yesu. Yesu anakoenda, we unafuata. kwa nini mitume ya Yesu hawakumeguka? Kwa sababu wale jamaa waliwekwa kwenye ufahamu huu, ukiarikwa harusini, kakae kiti cha nyuma, waje wakupeleke mbele. Yesu anawaambia, kila ajikwezae atashushwa. maana yake anawaambia, siku mtakapojikweza na hizi nafasi, nawashusha ndani ya siku moja. Yesu amewajenga wa wanafunzi wake hawazioni zile nafasi, wanamwona Yesu aliyeweka kwenye nafasi ya kwamba kiamua anaweza kawatoa kwenye nafasi wakawa ni wa kawaida kama watu wengine. Ndo maana shetani alipocheza kwenye nafasi, Biblia anasema katupwa kuzi mnakchini mnamimba mimba zinataka kutoka. Mkikaa kwenye viti hivyo, viti tumeweka ni waislamu sisi. Sasa unisikilize, ukishakaa kwenye nafasi lazima ili neno liwepo. Mimi ni mfanya kazi, mishekuwa na faida haya ninayo, na hayo nayoyafanya, kuna mtu anayeniamulisha, asiponiamulisha sina uwezo wa kufanya hata kama nina jeuri ya kufanya laki, hata kama nina jeuri ya kukaa paka hapa kwenye nafasi, maanake kuna mtu kaniweka. Nikizingua naweza kunitoa, na akinitoa anaweza kaweka mwingine. So mimi nafasi sio kitu cha msingi kwangu, aliyeniweka kwenye nafasi ndo wa muhimu. Ksiyukazani, shetani atakutafuta kote. Ukiona tu nawaza kwamba mi pale kanisani naweza nikaongea watu wanasikiliza, naweza nikaimba, naweza, nika, naweza nikatoa, mimi ni mtoaji eh, kwa hiyo hey. Kwa, ukiwekwa kwenye nafasi mwanangu Mshinda shetani, kwa sababu kuna maneno yapo humu kichwani, yameenda moyoni, yakageuka kama kama virus yani virus ambavyo aweza kaachia memory, yaani yale maneno yanageuka ndani huko, yanakuwa kama damu yako. Sasa kama shetani tu aliumbwa na Mungu akaasi wasi ule mkubwa, kwa sababu ya nafasi aliyempa, nafasi ni Mungu, lakini nenda akaangalie Yesu amepewa nafasi ya kuwa mwana. Nenda kaangalie yule mwana alivyo, kila wakitaka kusema mwalimu mwema, sijui nini, hataki anakwambia hakuna mwema duniani, sivyo? kwa nani? Baba unamuuliza, we Yesu, kwani una dhambi gani? kwa nini unataka tukuite mwema? Nani unayeniita mwema? we unanitakia nini? Wanambia sasa, mbona we unatuchanganya? Huyo baba yako huyo baba yako ni nani? Akasema sikiza, mimi na Baba tu umoja, na hata ukiona mimi naponya mgonjwa, sio kwa sababu nimeamua kuponya ha? Ni kwa sababu namuona Baba anaponya, kwa na mimi naenda kuponya. Siku zote ninafanya yara ambayo ninamuona Baba anafanya. Ukiniona ninahubiri siku ya Sabato, ni kwa sababu Baba yupo kazini wa sabato, anamwambia haiwezekani, siku ya sabato ni ya kupumzika. Anasema baba yupo kazini hata sabato, na mimi nitafanya kazi, kwa sababu siku zote nafanya yale ninayoyaona kwa baba yangu anayafanya. Ndicho kilichomwokoa Yesu mpaka akapasua Usije kufikiri ngoma ilikuwa ndogo. Nenda kaangalia mazungumzo ya Yesu popote alipofika, yeye baba, yeye baba, yeye baba, baba mara yana tukimsifu anakataa, hataki, yeye baba, yeye baba. Unamuuliza lakini eh, eh, eh, eh, yes.